Tunamshukuru sana Mungu kwa siku ya leo, lakini tunamshukuru Mungu sana kwamba katikati ya wengi, katikati ya watumishi elfu moja mia mbili tukateuliwa sisi. Hii tunamrudishia Mungu sifa na utukufu. Asante sana, asante. Nichukue nafasi hii kuwapongeza viongozi wenzangu walioko kwenye management ya hospitali, lakini pia viongozi wenzetu walioko tuge wamefanya kazi usiku na mchana kuhakikisha hichi kitu kinatokea, mpaka ikafika mahali tukawa tunapoteana, lakini jana jioni tukajikuta wote tuko pamoja. Tunawashukuru sana. Nichukue nafasi hii kuwapongeza watumishi wenzangu ambao mmeteuliwa sasa kuwa watumishi hodari mwaka ishirini ishirini na tano hongereni sana sana sana sana, sana. Naona wengine kuna sura hapa, hii ni kama sikosei ni mara ya pili, wengine ni mara ya tatu kuteuliwa kuwa mfanyakazi hodari. Sio kwamba sisi tunaweza sana, lakini kutokana na matendo ambayo tunayafanya kazi zetu na uwajibikaji wenzetu, wameona kwamba kwa mwaka huu sisi tunastahili tuna, tuna kuwa wafanyakazi hodari. Hongereni sana na Nilipokuwa namweleza mkurugenzi kwamba tunakuja kufanya hichi kitu mahali hapa, akasema si sijapafahamu vizuri, lakini utakapokuwa unaongea na wafanyakazi hodari, wasiwe hodari tu kwenye majukumu ya hospitali, waeleze kwamba wawe hodari pia kwenye majukumu yao binafsi, kama ilivyo kauli mbiu yetu siku zote. Kwa hiyo kwa namna nyingine ya kipekee Niendelee kuishukuru sana hospitali yetu, niendelee kushukuru sana uongozi wetu kwa namna wanavyotulea sisi. Wengine toka tumeingia hapa bado ni watoto lakini bado tunaendelea kufurahia hapa na hatujawahi kujutia kuwa sehemu ya familia ya hospitali ya kanda ya rufaa Mbeya. Kwa hiyo kwa hayo machache, niseme ninawashukuru sana uongozi, lakini pia ninawashukuru sana watumishi wenzangu. Asanteni.